Wakulima hao wametoa ombi hilo katika mnada wa tatu wa zao la ufuta uliendeshwa na chama kikuu cha ushirika Lindi Mwambao, huku wa afisa kilimo kutoka kopra Bi Dorosi Mushi akimwelezea mkulima huyo kuwa ombi lake limechukuliwa na litafanyiwa kazi. katika shamba la korosho mara nyingi tunalima sana na kunde. Kunde ni zao ambalo ni rafiki sana kwenye zao la korosho. Hapa sisi tunalima kunde kwa wingi lakini kiasi kwamba watu tumpunguza ulimaji wa kunde kwa sababu kunde ndio hazina soko, inategemea ukivuna kunde mwingi mpaka mpate mtu anayebagia ama sio, peke dukani, sio dukani, kilo kumi ishirini, kiasi inatukatisha tamaa. Kwa hiyo madamu nyinyi mifika watu wa taalamu wa serikali, mfumo wa kuongeza mazao mchanganyiko, basi naomba na zao la kunde mliingize kwenye mfumo wa ununuzi diende ghalani kama leo ufuta au mbaazi. Hayo mimi ndio maoni yangu. Kilimo cha kunde kilikuwa ni kikubwa kwa sababu kila mkulima korosho analima kunde ila alimi kwa wingi au atulimi kwa wingi kwa, kwa sababu ya soko, lakini sasa itakapotangazwa uhakika wa soko, basi kunde tutalima kwa wingi sana, tutalima sote na zitapatikana kwa wingi kunde bila mashaka. Wameomba na mazao mengine ambayo wanayalima hasa kunde ambayo inastawi vizuri katika mazingira yao. Wameomba pia iingizwe katika mfumo wa stakabadhi ya gala na masoko ya kidigitali ili wasiweze kuangaika kwenye soko la zao la kunde, kama ambavyo kwa sasa hawaangaiki. Wao wameconcentrate na uzalishaji, hawaangaiki na kutafuta masoko ya mazao ambayo tayari yamekwisha kuwekwa katika mfumo wa kidigitali. Hivyo baada ya kuchukua maoni haya na changamoto ambazo wakulima wamezitoa, uh, E, sisi tuliopita katika ziara hii tumeyachukua haya maoni ili yakaweze kufanyiwa kazi katika kuyatafutia masoko na baadaye yaweze kuingizwa katika mfumo wa stakabadhi ya ghala na masoko ya kidijitali. Wakizungumza mara baada ya kumalizika kwa mnada huo, baadhi ya wakulima wa zao la ufuta wakaiomba Serikali kwa mara nyingine kuwasaidia pembejeo kwa ajili ya zao la ufuta kama wanavyofanya kwenye zao la korosho. Na vilevile tumetengwa watu wa ufuta kuhusu pembejeo, tuna changamoto ya wadudu. Wanakumbuka wa korosho tu, ufuta mmetusahau. Kwa hiyo ninachokiomba kwamba leo tumepita lakini safari ijayo tufanye vizuri zaidi. Tani hizi zilizopatikana zipatikane zaidi ya hapa, tushike, yaani katika mikoa Lindi iwe namba moja kwa ufuta, ila msitusahau kwa pembejeo. Wadudu wanatusumbua wa ufuta kipindi hicho, wakati wa ufuta ni kipindi ambacho sisi wadogo pesa hatuna. Kwa nini msitukopeshe na sisi au mkatupa, kama wote watu wa ufuta ni korosho? Tuliingia sokoni ya tani elfu nane mia saba arobaini na mbili o tumeingiza sokoni na bei ya juu kabisa katika hizo tani ilikuwa elfu mbili mia nane na ishirini na bei ya chini ya elfu mbili na mia saba. Kwa hiyo kulima wamekubali kuuza kutegemea na soko lilivyo, na sisi kama mwambao, nasema kumbe bado soko linaenda vizuri, kwa sababu wenzetu wanauza chini hapo lakini, sisi kutokana na ubora wa ufuta wetu naamini tumeuza kwa bei hiyo. Na wakulima tunachowashauri waendelee kuongeza ubora, kwa sababu tusiamini kumbe, tukiwa na mchanga matajiri inawezekana wakatukimbia. Usiweke mchanga wala pumba, kwa hiyo wajitahidi. Kwenye hizo bei naamini kabisa inaweza ikaendelea kupanda mpaka mnada mwingine. Nimekuja kwenye ni mnada, nimesikia, nimeridhika kama mkulima kwa bei zilizokuwepo, ridhika kuuza kwa wakulima wote. Kwa nini nimeridhika? Kutokana na bei za kwanza zilizotoka, na hivi wakulima tumefurahi kwa tume sababu imeongezeka kidogo, tunashukuru kwa hili kwao. Nawaimiza tu wakulima wenzangu, tuendelee kusafisha ufuta wetu ili uendelee kupanda bei.